Na upata uhalisia vizuri, nipe mda nizungumze. Akasema kaa chini, nikasema ufue utende haki. Nisikilize, naomba unipe mda nikusimlie vizuri ili jambo, kwa sababu unataka ulijue kiundani. Akasema kwamba kaa chini, nikasema sawa mwenyekiti, lakini tunaonewa, naomba utusikilize. Akasema toka nje, nikasema sawa, basi wangu natoka nje, nikatoka. Nilivyotoka nje, nikamtumia meseji, nikasema, mwenyekiti, naomba nirudi. Makamu, naomba nirudi, mheshimiwa, mambo ni mengi ya kuzungumza leo, nipe nafasi nizungumze. Nikamtumia meseji Heche moja kwa moja, hakunijibu lakini akaagiza nirudishwe kwenye kikao kwa maelekezo niliyopewa wakatoka watu kuja kunifuata nje, nikiwa nimekuja kuchukuliwa nje ili nirudi kwenye kikao nikamalizie hoja yangu, akatokeza mtu anaita ni wa ulinzi na usalama, mimi simfahamu, akajitokeza na manywele kama marasi, amepanda hewani akatoka nakimbia mlangoni, kabla mi sijaingia ya ile yani. Mara ametoka kunichukua nje, nataka kuingia ndo akanikimbilia akanipiga ngumi kichwani. Kwa mfano, chama chetu e, kiongozi wa kitaifa ni mtu mkubwa sana ambaye kwanza viongozi wa mkoa, wilaya, kata wote tunakuwa tuna nidhamu sana kwake kwa chama cha mapinduzi lakini ametusikitisha sana kuona kwa kweli uh, kiongozi wa kitaifa anapigwa mbele ya kiongozi mwenzie, kwa maana ya Sigrada amepigwa mbele ya mwe, makamu mwenyekiti wa uh, wa CHADEMA taifa. Hii imekuwa ni ya tofauti kidogo. Kwa hiyo nimekuja kumwangalia uh, dada yetu akiwa anapata matibabu hapa Kibena Hospital. Of course hali yake inaendelea vizuri, japo inabadilika kila wakati. Anafikiri shambulio lake lilikuwa ni kubwa. Kwa nini tumekuja kumwangalia? Kwa sababu sisi chama cha Mapinduzi uh, kupitia mwenyekiti wetu wa CCM taifa, Daktari Samia Suluhu Hassan tunahubiri juu ya 4R, uh, 4R uh, moja ya, ya mambo ambayo nasisitiza anasisitiza mheshimiwa rais, kwanza uvumilivu na kuheshimiana. Uh, hii tumeiona kwamba kwa kweli uh, wenzetu CHADEMA ni kama uheshimiani hivi sio? Vi, sio vibaya, sio vizuri kusema hivyo, lakini ni kama uheshimiani ilichotokea juzi tarehe 25 uh, kupigwa kwa uh, mwananchi mwenzetu wa mkoa wa Njombe, dada yetu Sigrada Mligo. Kwa kweli chama cha mapinduzi tumejisikia vibaya sana vibaya, na tusingetamani jambo lijirudie, na kwa hadhi ya kiongozi wa kitaifa tungetamani uh,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 ndugu Noel Olevale ili aweze kujibu tuhuma alizo nazo za kumshambulia.